Baraza la Mitihani la Tanzania linapenda kuwajulisha wadau wote wa elimu na wananchi kwa ujumla kuwa kutakuwa na wiki maalum ya huduma kwa wateja kwa mfumo wa papo kwa papo kuanzia tarehe 13 hadi 19 Oktoba mwaka huu 2025 katika ofisi zake za baraza zilizopo Mikocheni, mkabala na TBC jijini Dar es Salaam. Katika wiki hiyo, pamoja na mambo mengine, baraza litatoa huduma za uthibitisho wa matokeo, ulinganifu wa vyeti yaani equivalence, vyeti mbadala kwa waliopoteza, marekebisho ya taarifa mbalimbali za usajili wa watahiniwa, pamoja na ushauri wa kitaaluma. Aidha, shule zote za msingi na sekondari zitashiriki katika zoezi maalum la upandaji miti ikiwa ni utekelezaji wa maagizo ya mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoyatoa wakati wa maadhimisho yamekuwa miaka 50 ya Baraza la Mitihani. Nitumie fursa hii kuwaalika wote katika wiki hiyo muhimu katika elimu yetu hapa nchini. Asanteni.